Eafuni mm. Sifuna kwa Sifuna, Afuni. Afuni. Mm. Mm. Kiluya jina Sifuna ni ku yani kukua kutrend sasa. Sifuna, Sifuna, Sifuna. <laughs> Sifuna, umedanganya na Ruto hiyo ki ministri yenye anakuambia tu upoe ukae ODM, utapewa minister. Sifuna, mimi nataka kuambia hivi Ruto yeye ndiye alijua nisongeshe baba mwisho ndo malizia bonu. Mm. Na tena Sifuna ukienda, Walai Sifuna ukienda kwa Ruto. Walai Sifuna, utafikisha 2027. Walai ufiki. So Sifuna, ya juu, tafadhali. Ukitaka kuona governor wa Nairobi 2027. Mm. Akiona akitaka kuona Kikuyu akikalia Kikuyu. Achana na Ruto. Kabisa. Kama unataka kuona women rep wa Nairobi. Women rep, women rep. Omanga. Tafadhali. Akibango. Okay. Tafadhali. mm. Sifuna mm. Wachana na Ruto. mm. Ruto ay, unajua Ruto. Ruto kama alisema aidizilipwe leo amekuwa huko sichuku huko kwao amesema ID zisilipwe, watu wakapiga makofi. Mm. Na yeye ameona shida. Mm. Sasa watu wakapiga makofi, hadi Ruto amesema ID zikuwe free. Mm. Na yeye alikuwa amesema zilipwe. Mm. Sasa, Ruto hata hapa avoid kupiga makofi. Mm. Juu wewe ulizaliwa ID zikuwe free. Mm. Wewe umesema zilipwe, tena umesema zikuwe free. So, tafadhali Sifuna, I want to urge you. Mm. Waluya wanakupenda, lakini nimeona Ruto anakupenda zaidi. Sasa, mm, wewe ukienda kwa kwa nini kwa, kwa Ruto Enda mwenyewe, sisi hatuko na we. Mm, na wewe, nikimalizia, Sifuna, Sifuna Edwin Sifuna, bado mimi niko kwako. E, kuna breaking news kwamba William Ruto anataka kupea Sifuna cabinet secretary na kama njia moja ya kumnunua. So, sisi Sifuna tunajua kwa sahi Ruto asha kuwin, na unaona ushaa surrender ile mambo. Kumbe wewe ulikuwa unabweka bweka, huku ulikuwa unabweka ndio ulipwe na hiyo sisi tushajua na tushaelewa eh, kwamba sasa wewe huku unafanya kazi ya wananchi, huku unafanya kazi ya tumbo yako. Na sisi mataka kusema namna hii eh, wewe bwana Sifuna, tafadhali sasa, is high time sasa tuondoke okay. Maanake imedhihirika ya kwamba wewe you you are are not not serving the the interest of the people you're not pro people you are pro pro Ruto so you, you are pro Ruto. What we are urging you, Edwin Sifuna, kindly we urge you, Edwin Sifuna, go to your father, Mwenye Ambaye na Raila Amolo. Kumbe hizi kelele zenye ulikuwa unapiga, ulikuwa unapiga ndio upewe kiti, upewe ministry. Na saa hii tumeona sasa wewe umejifanya sana unaelewana na e na, na Oburu. Sasa nyinyi sasa ni kitu kimoja. Sasa wewe sasa sasa ulikuwa unasema ukikula kiapo kwamba hauwezi enda kwa broad based. Sifuna, I urge you, we respect you my friend. Never take any seat ya William Samoe Ruto never take any offer ya William Samoe Ruto kindly in in, in in, any manner, just stand with the people the people love you the people want you to, to to, be with the people pro people not pro government not pro ruto not pro Sudi or pro Faruk so kindly Edwin Sifuna uache utapeli na uwache hiyo tabia ya Bwana Raila Amolo Odinga kama na Raila alikuandikia kwa wili kwamba ukaenda kwa kuenda kwa Ruto, tafadhali hiyo kataa kabisa, na usijipate kwamba umeenda kwa William Ruto. Your ambition, your vision itakufa. Kuna kitu hakuna kitu yenye inaenda kwa Ruto ambayo inakuwa hai. Ukienda kwa Ruto, kiakili unakufa ndio support uo, lazima uzaspenda akili yako. So inamaanisha Sifuna, akili yako utakuwa unatumia akili yako, utabidi uitupe utumie ya uburu udinga, utumie ya Ruto, utumie ya Faruku na utumie ya Sudi. Sasa hapo ndio Sifuna, mimi nataka kukwambia, wachana wachana kabisa kabisa, wachana na mrengo ya William Samoei.